Kilio sinyamaziki, nikamlilie nani? Mbona kuna zidi dhiki, vijuga vimashakani. Pegi zina tamalaki, zasogezwa viamboni. Jomba inavyo vuvugwa, sie tuhamile wapi? Zamani kwesita hiki, kilimo ni mashambani, wakazi wevu wachaki, wahabasihamkani waha uvuvi wakadiriki, na kulima mithilini. Jomba inavyovuvugwa, sietu hamile wapi? Mababu hewe jiziki, mahindi mtama kwani. Mashaga wakamiliki, mazao weweka ndani. Chakulya waka wafiki, mwaka mzima na teni. Jomba inavyo vuvugwa, sie tuhamile wapi? Wazee wapo fariki, mirathi hwenda kwa nani ni watoto sitahiki, na famili zijueni. Wakarithi halaiki, mazuri pia madeni. Jomba inavyovuvugwa, sie tuhamile wapi? Utalii upo tiki, kijiji kimesheheni. Watafutao riziki, kila pembe duniani na miji haikaliki, tunakwiga tamaduni. Jomba inavyovuvugwa, sie tuhamile wapi? Fukwe twafukuzwa nduki, eti twakera wageni wao wano sitahiki, wanalindwa kama peni wenyeji watoke nduki, aridhi yao thamani. Jomba inavyovuvugwa, sie tuhamile wapi? Wazee twawashitaki, tukajenge wapi kwani? Majibu yao ya haki, jomba nenda kajengeni ni kwenu mwasitahiki, makazi yetu jamani. Jomba inavyo vuvugwa, si yetu hamile wapi? Uzio tukamiliki, mava kitu cha thamani. Punde sipunde mkuki, twasikia ushingoni eti musijenge nyuki, pesha kuwa na thamani. Jomba inavyo vuvugwa, sie tuhamile wapi? Twawaomba hatuchoki, hebu hukutwachileni. Twajuwa mwasitahiki, twawapenda fikirini duwa zitawa bariki, zifike maofisini. Jomba inavyo vuvugwa, si etuhamile wapi?